Saikolojia pengine, labda alifikiri kwamba Yesu labda ni mnene kiasi gani, au ni mrefu au ni mfupi, kama yeye alivyokuwa. Alikuwa anatafuta kuona kwamba Yesu ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui alikuwa anafikiria nini, lakini Biblia nasema kwamba alikuwa na shauku ya kuona, ajue kwamba huyu um, Yesu ni mtu wa namna gani. Akafanya bidii vilevile na, na kimo chake Kilikuwa, alikuwa ni mfupi wa kimo kwa sababu ya umati wa watu, kwa sababu popote pale Yesu alipokuwa, watu walimjaa kwa sababu ya matendo yake. Kwa hiyo huyu Zakayo tajiri alikuwa na tamani amuona, lakini hakuweza kwa sababu ya kimo chake. Akafanya bidii, akakimbia mbele, akapanda juu ya mkuyu ili aweze tu kumuona. Ni bidii aliifanya aweze tu kumuona, ya kwamba huyu hmm. Yesu ni mtu wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo leo tunataka na sisi kutambua ya kwamba je, huyu Yesu ni mtu wa namna gani? Mimi binafsi nimeshawahi kuja kuulizwa na watu mbalimbali wenye imani tofauti na kwangu, anakwambia umeokoka? ambia ndio, unamwamini Yesu ndio? Yesu unayemwamini unamjua ndio, ni wa namna gani? Au Yesu ni nani? Maswali kama hayo, sidhani kama wewe hujawahi kukutana na swali kama hili. Bwana Yesu ape sifa sana. Kwa hiyo, yaweza kuwa hata wewe umeokoka, lakini bado unajiuliza au bado hujafahamu kuwa Yesu ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtu alijiuliza ali maswali kama haya aidha kwa sababu ya kushangazwa na matendo yake makuu, hata kwa sababu amemsikia akifanya mambo makubwa, ni miujiza mbalimbali. Pengine labda alishangazwa kwa vitu kama hivyo, akitaka kujua, labda alihisi kwamba labda naye pia ana pesa nyingi kama yeye Itaji. Eh, ni nani huyu, anaogopa kutetemekewa na kutetemeka. na Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu apee sifa. Hebu tufungue kitabu cha Mathayo, injili ya Mathayo sura ya nane na mstari wa ishirini na tatu hadi mstari wa ishirini na saba Nataka nitumie muda mfupi tu nisikuchoshe, kwa sababu nikuhubiri sana na ukashinda kuelewa. Ni Roho Mtakatifu akusaidie tu tuweze kuelewana, alafu kwa muda mchache Niweze kuhitimisha Injili ya Mathayo sura ya 8 na mstari wa 23 hadi mstari wa 27, sura ya 8 mstari wa 23 hadi 27. Na kama kuna mtu aliyefika mahali pale napa tusomee hata chombo kikafunikizwa na mawimbi hmm. Naye alikuwa amelala usingizi hmm. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyu waimani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari ku wale watu waka maka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani? Hata pepo na bahari vyamtii. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu atoe sifa. Amen, kwa sababu ya matendo yake. Yesu alipokuwa akisafiri bahari, avuke ng'ambo nyingine, upepo ukavuma, bahari, wanafunzi walikuwa walikuwa melala. Yesu alisimama akautuliza upepo, watu wakashangaa. Huyu uh, Yesu ni mtu wa namna gani? Hata upepo na mtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ape sifa. Hata upepo na mtii. Wakati ule Yesu alipokuwa amelala, Wanafunzi wakaanza kushangaa na kwamba hali ya hewa inachafuka. Na Yesu alikuwa amelala katika chombo. Ikabidi wamwamshe. Walipomwamsha Wakaona maajabu jinsi Yesu alivyotenda. Akaamuru upepo kamtii, nao kawanyamaza kimya. Wakajiuliza, je, huyu ni mtu wa namna gani? Hata upepo na mtii. Tumeona watu wengi tumeishi nao hapa, lakini hatujaona maajabu kama haya. Huyu Yesu ni mtu wa namna gani? Huyu Yesu ni mtu wa namna gani? Hata upepo unamtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Yesu ni mtu ana namna gani? watu wa, namaga, wa Mungu matendo yake, mbona anashangaza watu matendo, yako, matendo yake Mungu mbona yatisha. Na ndiyo maana uliyeokoka, una Yesu popote pale, unaweza yes, ukafanya kitu kwa sababu una Yesu ndani, ukafanya kitu cha ajabu kupitia wewe. Yesu akajituguza.